Hapa nina tuzo ya ufaulu kwa ajili ya mitihani ya mwaka 2024. tumepata tuzo hii ya ufaulu kutoka Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI. Tuzo hii wanapewa halmashauri ambazo zimefanya vizuri katika ufaulu wa mitihani ya kidato cha nne. na sisi tumefanya vizuri katika mitihani ya kidato cha nne mwaka 2024. kwa kawaida shule inatakiwa ifanye kupata alama zaidi ya 50. Tumepata alama 63 kwa shule za serikali. Kwa shule zote katika halmashauri, tumepata asilimia 99.7. Kwa hiyo tumepata asilimia 99.7 taifa, mkoa ni wa kwanza, na halmashauri yetu imechukua nafasi ya tatu. Haya ni mafanikio makubwa katika sekta ya elimu katika halmashauri yetu. Mafanikio haya yametokana na mambo manne makubwa. La kwanza ni udhibiti wa utoro. Halmashauri imekuwa ikisimamia shule zote, yani usimamizi umekuwa wa hali ya juu na tumeweza kudhibiti utoro katika mashule na pia mdondoko. Ile mdondoko maana yake mwanafunzi hafi kidato cha nne, anaishia njiani. Aidha, anaishia form 1, form 3, au form 4, lakini kwenye mitihani. Lakini cha pili, tumesimamia utoaji wa chakula mashuleni mashuleni, tumekuwa tukitoa chakula na KPI zinaonyesha kwamba tuna asilimia mia moja katika halmashauri yetu ya mji wa Babati, ina maana kila mwanafunzi anayestahili kupata chakula anapata chakula. Hii imetusaidia sana imetusaidia sana lakini lingine ni udhibiti wa nani wa nidhamu za walimu na ufundishaji. Maafisa elimu wamekuwa wakitembelea zaidi ya mara nne kwa wiki katika shule hizi kuhakikisha kwamba nidhamu ya walimu iko vizuri, nidhamu ya wanafunzi iko vizuri na kupelekea mafanikio haya. Nawapongeza sana maafisa elimu wangu pamoja na wakuu wa shule na walimu wote kwa ujumla kwa mafanikio haya. Lakini pia napongeza ofisi ya mkuu wa mkoa na, na timu yake ambao nao wameweka usimamizi wa karibu katika kuhakikisha elimu inapanda, na ndiyo maana sio mafanikio ya Halmashauri ya mji tu ni, ya mji wa Babati peke yake ni mafanikio ya mkoa mzima, yani mkoa umeshika namba moja kama nilivyosema hapo awali. Lakini lingine ni mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha upatikanaji wa miundombinu mbalimbali ambayo imeweka upatikanaji wa elimu kuwa katika mazingira bora. Tumepokea pesa nyingi sana toka serikalini na kufanya miundombinu ya, ya, ya, ya, ya majengo matundu ya vyoo na hata miundombinu mingine ya ufundishaji kuwa katika kiwango bora na kuwezesha kutoa elimu bora. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa fedha alizotoa na maelekezo mbalimbali tunayoyapokea kupitia TAMISEMI siku hadi siku. Asanteni kwa kusikiliza.